Moja ya jambo kubwa ambalo tumewaambia hapa leo ni kwamba mwekezaji yeyote Mtanzania anayetaka kuwekeza katika kiwanda aje tiseza, tutampa ardhi ya kujenga kiwanda chake bure. Tunayo maeneo mbalimbali nchini kote kuanzia Songea mpaka Bunda, kuanzia Tanga a, mpaka Mtwara, kuhakikisha kwamba yeyote anayetaka kufanya uwekezaji awe Mtanzania sisi tutampa tutamkodishia eneo la, la kufanya uwekezaji wake bila gharama yoyote. Na tulitoa tangazo hili mwanzoni mwa mwezi wa saba mamlaka yetu ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA ilipoundwa na tumepata mwitikio mzuri, na tunategemea kwamba wawekezaji watano wa kwanza tutasaini nao mkataba. Tanzania mwenye ardhi ana uwezo wa kwenda TISEZA kwa ajili ya kupata mwekezaji ambaye atenda kuwekeza kwenye ardhi yake. Mtanzania ambaye anampata mwekezaji wa nje yeye anaweza akamiliki asilimia 30, ya taasisi hiyo. Kwa watanzania tuna fursa nyingi, lakini eneo la pili jingine ambayo tunalifanyia kazi kwa vitendo ni eneo la kuwawezesha vijana kutumia fursa zilizopo. Tutambue moja kati ya changamoto kubwa ambayo nchi yetu inapambana nayo ni kutambua fursa au wazungu wanaita opportunity identification. Ndio maana utakuta hata biashara tunazozifanya zinakuwa zinafanana sana. Mmoja akianzisha saluni, kila mtu saluni. Mmoja akianzisha duka la nguo, kila mtu duka la nguo, kwa sababu hatuwezi kugundua fursa. Hii mikutano nia yake ni, ni kuwafanya wafanyabiashara kukutane pamoja, na waweze kufahamiana, waweze kupeana fursa mbalimbali na networking, yaani ile tunasema kwamba unakutana, wewe unafanya biashara ya labda korosho, mwingine anafanya biashara ya restaurant, mwingine ya ufuta. Mkikutana, mna share, mnaangalia changamoto zenu na mnafanya engagement na serikali kuhakikisha kwamba changamoto zinapungua, biashara inaenda vizuri. Lingine ambalo tumelifanya pamoja na taasisi ya East Africa Business Consortium eh, ni kwamba tuliingia MOU mwaka jana na hii MoU ambayo tuliingia nayo na, na East Africa Business Consortium ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya incubation kwa vijana. Tuligundua kwamba vijana wengi e, hawezi kuziona fursa, sio kwamba fursa zimepungua Tanzania, fursa ni nyingi sana lakini, kutokana na system yetu ya elimu ya nini, vijana wengi wanamaliza shule, lakini wanakaa nyumbani, haoni fursa.